Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI kituo cha Naliendele. Mkurugenzi wa TARI kituo cha Naliendele, Dkt Fortunas Kapinga, anasema kilimo ni biashara, kilimo ni uchumi na utafiti wanaoufanya unalenga kuondoa changamoto za wakulima wanazozipata mashambani pamoja na kwenye masoko ya mazao yao. Yes, utafiti tunaofanya sisi wa mazao ya ufuta unalenga kuondoa changamoto ambazo wakulima wa ufuta wanazipata huku mashambani na hata kwenye masoko. Sasa ili tuende kwenye uhalisia ni kwamba lazima tuelewe kwamba kilimo ni biashara, na kama ni biashara, lazima yule naye lima ajue kwamba analima zao la ufuta kwa lengo la kufanya biashara, kumuuzia mtu au watu au kampuni. Sasa lazima pia tuangalie nani anataka kununua ufuta. Anayetaka kununua, anataka ufuta wa aina gani? Na ili tuweze kukidhi haja ya soko lazima utafiti ufanyike kulenga wahitaji ule ufuta. Na wanahitaji ule ni kuanzia wakulima wenyewe, wafanyi biashara, hata wasindikaji waongezaji thamani, ndio wanaohitaji hawa. Kwa hiyo mnyororo mzima wa thamani yote lazima tuifikirie. Kwa hiyo ili kupata ufuta ulio mzuri ukaenda kwenye soko, kabla ya kwanza kufanya kwenye soko lazima tuangalie kitu kinachoitwa uzalishaji wenye tija. Uzalishaji wenye tija unaweza kupata kutokana na kupanda mbegu bora zenye uwezo kuzaa kwa wingi, zenye kuweza kuhimili mashambulizi ya wadudu haribifu, lakini hata na magonjwa, hali ya mazingira, labda ukame na kadhalika. Hayo tunayafanya kupitia utafiti ambao tunafanya sisi watafiti, lakini pia, kabla ujaenda kwa wakulima, tunawashirikisha pia wao kuweza kutoa maoni na kujionea kwa ushahidi kabisa ufuta gani ambao kushambani uko vizuri. Kwa hiyo hatua zingine kwenye mchakato mzima wa kufanya kutafuta mbegu bora tunashirikisha wakulima kulima pia kuweza kutoa maoni, kuweza kujionee nini kinachofanyika. Na tumesema hivi kwa sababu mara nyingi, wakati mwingine watu wanashindwa wana kuelewa nini ambacho nahitaji pale unaweza kuta mtu akashawishika kupanda mbegu za ufuta ambazo sio bora, kwa sababu tu ameangalia shambani kwa mwenzake masuke yale yalivyokaa, ushamba lilivyokaa, mimea yenyewe ufuta ilivyo, bila kukumbuka kwamba mwishoni wasikotabidi avune. Sasa kwa kushirikisha wakulima wetu kwenye shughuli za utafiti, kuanzia mwanzo hadi mwisho, tunafikia hatua zile za mwisho kabla kutoa mbegu kwa wakulima rasmi wa matumizi inatusaidia wao pia kuona ushahidi na kujiridhisha kwamba kumbe mbegu sio tu ni kusema mmea umeota, lakini unataka baadaye uvune ufuta. Hatuvuni matawi, hatuvuni miti ya ufuta, hatuvuni mmea ufuta. Tunachovuna mwisho wa siku, tunachoenda kuuza ni zile, zile, zile mbegu zenyewe zile, ule ufuta wenyewe ambao unaenda kukamata mafuta baadaye. Sasa kwa nini nasema vile? Ni kwa sababu kuna dhana ya kwamba kulima wanafikiri ufuta ukiwa na matawi mengi unapata mavuno mengi, au ukiwa na sasa, haya yote ni, ni, ni fikira, ila sisi tunasema ufuta unaweza ukawa huna matawi mengi bado ukavuna ufuta. Ufuta unaweza ukawa na matawi mengi ukavuna mavuno kidogo. Sasa cha msingi ni kiasi gani cha mavuno nitakayepata inaweza ukawa na matawi mengi lakini ukapata mvuno kidogo. Unaweza ukawa na matawi machache kupata mvuno kidogo. Ni kiasi gani cha zile, zile, zile, zile, zile yale matunda ya ufuta? Kama hapo unasema hivi kwenye mea moja, huu ndio namakaa mbegu zile ambazo unavuna ni kiasi gani kitakuwa kwenye mea wako jumla yake, lakini sio tu hizi haya matunda ambayo yako kwenye kwenye, kwenye, kwenye ufuta wako ndani ya tunda hili moja hivi likipasuka kama hivi unavyoenda kukunguta, ni ufuta kiasi gani utatoka huko ndani? Yote inachangia kusema ufuta huu utakuwa unakupa mavuno mengi au kidogo. Kwa hiyo inawezekana ufuta ukawa hauna matawi mengi au hauna matawi kabisa, lakini idadi ya haya matunda ambayo kwenye ufuta ni mengi kuliko ufuta ambao una matawi mengi. Kwa hiyo tunacho zingatia hapa, na cha kulima tusisitiza mwisho wa shughuli zako za msimu, utapaswa ufuta kukunguta, yaani kisha kata, unafunga kwenye mafungu kama inavyoonekana hapa. Ukishakauka sasa, kutakuwa na hatua ya kukunguta, kwa maana kwamba watainamisha hivi, zile mbegu zitakuwa natoka sasa. Ni kiasi gani cha mbegu zitatoka kwenye hiyo mmea hiki ndo cha msingi. Kwa hiyo inaweza ikawa zikatoka nyingi kwenye ufuta ambao hauna matawi mengi, lakini ikatoka pia nyingi kwenye ufuta ambao una matawi ni mengi. Kwa hiyo swala la matawi yako mengi au kidogo, hiyo sio, siyo hoja kusema ufuta ni mzuri. Hoja ya msingi, ufuta mzuri, mkulima akishavuna, kakaucha, kakung'uta, anavyokung'uta akainamisha kitakachotoka humu kwenye hizi mbegu kwenye hizi punje kwenye haya matunda, hiki ndicho ambacho tutasema, hiki ndio kimeleta mbegu ambayo ni bora, sio matawi yalikuwa mangapi, kwa sababu hatuvuni matawi ya ufuta kufanyia kazi nyingine <laughs> zaidi ya tunavuna ufuta, ili ukisha kung'uta, ukivuna, naweza kung'uta, kwamba kwa wale ambao hawajafahamu ufuta ni kwamba unapovuna kwa kawaida wenyewe lazima wakulima huwa na kwa kawaida wanafunga kwenye fungu kama hili, ukishakauka linainamishwa. Lengo la kuinamisha ni kwamba hizi punje kwa kawaida ziki, zikikomaa huwa zinapasuka. Ikishapasuka sasa, ikishapasuka ikiinamishwa, mbegu zinatoka. Zile mbegu ndio ufuta ambao unaenda kuuzwa galani. Sasa hiyo haitoshi, bado aa kwa wakulima ni kwamba ni muhimu sana kuzingatia kwamba kilimo ni biashara. Kama ni biashara, lazima ufike biashara sokoni, sokoni ikiwa safi. Baada ya ufuta wako kukunguta, kutakuwa vingine na majani mle ndani yamechanganyika, kutakuwa vingine na, na, na, na, na vijiti vijiti, vijiti, viko mle. Ni muhimu sana sasa kwa kuhakikisha kwamba ufuta ule wanaupepeta au anaosafisha kiasi ambacho ziende punje za ufuta tu isichanganyike na majani ya ufuta, majani mengine yoyote ile, au uchafu ambao si ufuta. Vinginevyo huyu mkulima atakuwa amepeleka ufuta ambao ni mchafu, na sasa italeta picha mbaya kwamba labda ghala fulani au kijiji fulani, ushirika fulani, wameuza ufuta ambao ni mchafu. Sasa inaweza kuleta picha mbaya kwamba eh, labda pengine wakulima walifanya kusudi au wamefanya ujanja ili uzito wa ufuta uongezeke. Hii inaleta picha mbaya sio tu kwa mkulima mwenyewe binafsi, au kulima kikundi chao au gala au soko au gulio fulani, lakini inaweza kuleta picha hata kwa taifa, kwa nchi nzima, kwa sababu ile fulani labda kama unauza nje ya nchi, kule utaenda kwa jina la mtu binafsi au mtu mmoja kikundi cha mtu watu wawili watatu au chama fulani itaenda nje ya nchi ile bidhaa kwa jina la Tanzania. Ndio maana tunasisitiza mkulima yoyote yule au wakulima wenye kikundi chochote kile wanapovuna ufuta wasafishe vizuri kabisa, usichanganyike na uchafu ambao kinyume na utaratibu, kusiwepo na uchafu wowote ule kwenye ufuta, kusiwepo na michanga, kusiwepo na majani kusiona takataka zozote zile ambazo si ufuta. Kwa kufanya hivyo watakuwa wamelindia heshima zao lenyewe la ufuta, lakini wamejilindia heshima wenyewe wa kulima, vyama vyao vya msingi, vyama vya ushirika, vyama mpaka taifa kwa ujumla, linaenda nje zao la ufuta likiwa na jina la Tanzania. Sasa kama ni ufuta wa kutoka Tanzania, tungependa ufuta wende kwa heshima za Tanzania. Ujanja ujanja au ni uzembe wa mtu mmoja au wawili, kufanya hivyo aidha kwa makusudi. Nasema na, na, na kwa sababu kuna watu wengine tumekwenda, hata ukiwatembelea sema ah au ah, una shida uo, atanunua tu. Sasa kwa kufanya vile ni kwamba unafikiri unafanya unamkomoa mnunuaji kwamba atanunua au sinapata hela, lakini ikumbuke kwamba huyu anayenunua anatoa ana hela zake ameingiza pale kwenye ile biashara anaka kwenda kufanyia kazi, naenda kuuza sehemu nyingine, pamoja na utafiti akacafua kusema kuchagua mbegu bora kuchagua shamba la kupanda vizuri, kutunza vizuri, kuvuna kwa wakati. Lakini kuna muhimu sana, wakati wa msimu au kipindi cha kuuza ufuta, wakulima wahakikishe kwamba ufuta wanaouza uko safi, ulinde heshima ya zao la ufuta, ulinde heshima ya wakulima wenyewe, heshima ya vyama vyao vya msingi au vya ushirika heshima ya mkoa husika uliotoa ule ufuta, lakini mwishoni, heshima ya nchi yetu kwenye zao hili la ufuta, tuweze kupata heshima na siku nyingine tena waje, kwa sababu watakuwa wamenunua ufuta ambao umewapa faida. Mtazamaji, hawa ni wakulima kutoka vijiji mbalimbali mbali, wakiwa katika mashamba ya utafiti wa mbegu bora za ufuta ambayo wao wenyewe wameshiriki katika utafiti wa zao hilo. Leo hapa katika jaribio tulilo nalo hapa tutaona vipimo mbalimbali ambavyo huwa tunavichukua katika utafiti, lakini tunayo majaribio mbalimbali. Tuna majaribio ambayo tunaangalia nafasi za upandaji, majaribio ya mbolea, majaribio ya kuangalia viuatilifu vya magugu, viuatilifu vya ya wadudu kwao. Ni majaribio yako mengi, lakini kwa sasa hivi nitawakaribisha wataalamu wenzangu wazungumzie tu juu ya jaribio moja hapa ambalo linahusiana na nafasi za upandaji. Katika shamba hili wakulima walipanda mbegu aina 14 na baada ya kuota na kumea vizuri, sasa wanachukua data au taarifa za zao la ufuta kwa kupima urefu wa mmea, wanahesabu matawi, vikombe, wanapima urefu na upana wa jani. Zabron Gamba ni mtafiti wa kilimo katika taasisi hiyo, anaeleza kwa kina uchukuaji wa taarifa hizo. Tun, katika tafiti za zao lolote lile lazima huwa zinaambatana au zinakamilishwa na takwimu zinazochukuliwa kwenye haya majaribio. Kwa hiyo katika zao la ufuta kuna takwimu mbalimbali mbali ambazo huwa tunazichukua, na lengo ni kujibu hoja za wadau. Wadau wetu wakubwa ni wakulima, ambao huwa wanahitaji mbegu inayozaa vizuri, yenye ufuta mweupe, ufuta ambao ni mzito lakini pia hata zile vitumba vyake viwe vimejaa vizuri na viwe ni vikubwa. Sasa katika takwimu mojawapo ambao tunakusanya ni tunaangalia urefu wa mche wa, wa, wa ufuta kwa maana ya mmea wa ufuta. Kwa hiyo urefu wake una mantiki kubwa sana kwenye uzaaji au kwenye tija ya uzaaji. Ufuta unapokuwa mrefu, tunaamini kwamba hata vile vitumba vyake wengine wanaita vikokwa viko wengine wanaita vikombe vile vikombe vitapangwa vingi sana kwenye ule mche. Kwa hiyo huwa tunatumia rula ndefu ili kupima na kujua urefu wa ule mche, lakini pamoja tunahesabu na vikokwa au tunahesabu vitumba vyake viko vingapi, kwa sababu vinatija kubwa kwenye uzaaji. Lakini takwimu nyingine ambayo tunachukua tunaangalia tuna, tuna, tuna ukubwa wa kile kitumba kina urefu gani, na je, mbegu zilizomo mle ndani kwenye kitumba ziko ngapi? Kwa hiyo zinapokuwa nyingi ndio mbegu inakuwa nzuri zaidi, na kitumba kinapokuwa kirefu ndio mbegu ya ufuta inapokuwa nzuri zaidi. Lakini pia na rangi ya ufuta wenyewe unapokuwa mweupe ndio unaolenga soko la kimataifa e. Lakini pia kuna takwimu ambayo tunaichukua ambayo tunaangalia pia hata upana wa majani, upana wa majani unahusisha una, una wingi wa chakula unaotengenezwa na ule mmea. Kwa hiyo majani yanapokuwa mapana na ni makubwa, maana yake hiyo ndo, hicho ndo kiwanda cha mmea, kinazalisha chakula kingi kwa lengo la kwenda kuzalisha vile vitumba na vile vitumba viweze kuzaa ufuta mwingi kwenye kila kitumba. Kwa hiyo hizo ni takwimu mbalimbali, lakini pia huwa tunakusanya takwimu za mimea ya ufuta kwa kila eneo. Lengo ni nini? Kwamba ili ujue kwamba katika ekari moja ninatakiwa niwe na mimea kiasi gani ambayo itanipa tija nzuri. Kwa hiyo tunapofanya majaribio huwa tunakusanya pia idadi ya mimea kwenye eneo husika, baadaye tuje tuangalie, je, kilichozaliwa na nilichokivuna ile mimea niliyoivuna na, na, na kiwango cha ufuta ambao umezaliwa pale, labda ni kilo kumi kwenye mimea ishirini lakini unaweza ukapata kilo kumi kwenye mimea mitano. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kumbe mbegu bora nyingine ambayo inahitaji tu mimea michache, lakini mavuno ni mengi, ni ile ambayo itakupa kilo nyingi, lakini ikiwa mimea niki, ni michache. Katika utafiti huo shirikishi, wakulima kupitia watafiti wa kilimo wa TARI kituo cha Naliendele wanajifunza mbinu zote za kilimo bora cha ufuta chenye tija. Kazi kubwa ambayo tunaoifanya hapa TARI Naliendele ni kwamba uh, kuweza kufanya utafiti katika zao la ufuta ili kuweza kuja na uh, mbegu bora lakini pia eh, agronomia ya zao la ufuta ambayo itatupa wa itawapatia wakulima tija kubwa na hapa tulipo tuna jaribio la a, nafasi za upandaji. Tuna nafasi ya hamsini e, kwa thelathini yani mstari na mstari hamsini kwa na mstari, na mstari hamsini e, shimo moja na shimo lingine sentimita thelathini, lakini tuna e, ki, e, e, ploti nyingine ambayo kwamba tunaangalia E, hamsini kwa kumi ambayo ndio e, nafasi ambayo inakuwa inatumika na ambayo inayoshauriwa kutumika ambayo ndio control. Lakini pia tuna e, nafasi ya hamsini kwa ishirini, hamsini kwa thelathini, lakini pia tuna nafasi nyingine ya thelathini kwa thelathini e, lengo, lengo la jaribio hi, hili ni kuweza, e, kubaini ni kuweza kubaini uh, nafasi ambayo e, itaweza kuwa inatoa tija kubwa kwa mkulima. Na hapa pia katika lengo kubwa pia la jaribio hili itakuwa inarahisisha pia kazi ya, ya, ya upunguziaji katika kupunguzia e, miche inavyokuwa na nafasi kwa mfano ya thelathini kwa thelathini lakini hamsini e, kwa ishirini. Lengo kubwa hapa ni kwamba a, katika hekta moja ambayo ni Eh, tunashauri kwamba mimea iwe laki mbili. Lengo ni kwamba hapo ambapo sasa ni katika nafasi ya hamsini kwa kumi ni kwamba hiyo inatupa tija kubwa ambapo kwa, kwa hivi sasa ni kuanzia tani moja na nusu unaongelea tani moja na nusu mpaka tani mbili. Mtazamaji TARI kituo cha Naliendele inafanya hivyo ili kuwezesha teknolojia wanazozigundua pamoja na tafiti wanazozifanya ili ziwafikie wakulima wengi zaidi. Sasa kupitia mradi huu ni kwamba aina mbalimbali za mbegu bora ambazo tumezalisha TARI Naliendele, lakini pia kupitia aina zingine mbalimbali mbali za ufuta za, za, za, za uh, urezi na njumba ambazo zinapatikana kwa wakulima zote, tulizikusanya tuli kwa pamoja na kuja kuzipanda katika shamba hili. Kwa hiyo lengo la kupanda shamba hili ni, ni kuhakikisha wakulima wanachagua mbegu ambayo wao inaona wanaona inawafaa ina kuna mbegu za utafiti lakini pia pia kuna mbegu za, za wakulima wenyewe. Kwa hiyo mradi huu mwisho wa siku unataka uje na mbegu zile ambazo kweli mkulima anahitaji kwa ajili ya kilimo chenye tija. Kwa hiyo pamoja na kuwa tuna mbegu za utafiti zinafanya vizuri, lakini bado kuna mbegu ambazo za asili kule kwa wakulima wenyewe, ambazo zinaweza zikawa nafanya vizuri zaidi kuliko mbegu ambazo sisi tunazo. Kwa hiyo lengo la mradi huu ni kuhakikisha tunakusanya mbegu mbalimbali za utafiti lakini pia na, na za wakulima wenyewe na kuziweka pamoja na kuzifanyia tathmini na kuja na mbegu ambazo zitafaa zaidi kwenye, kwenye soko letu la, la ndani na nje. Tunao wakulima wanashiriki kuanzia hatua ya kwanza ya upandaji, hatua ya utunzaji, hatua ya uvunaji mpaka hatua ya mwisho ya uhifadhi wa hizi mbegu. Kwa hiyo mwisho wa siku wenyewe sasa watasema kwamba hii mbegu ndio sisi inatufaa katika maeneo yetu kuko ambako tunaishi. Kwa hiyo ndiyo lengo hasa kubwa la, la mradi huu na vile vile kuna kipengele cha, cha, cha uongezaji ubora wa hizi mbegu. Inawezekana kukawa na mbegu ya athiri ambayo inafanya vizuri zaidi kuliko ya kwetu, lakini kuna baadhi ya sifa zinakuwa zinakosekana kwenye ile mbegu ya asili. Kwa hiyo kupitia mradi huu ni fursa ambayo itatumika sasa kuiboresha ile mbegu ya asili ili iweze kukidhi yale mahitaji ya wakulima pamoja na soko kwa kuunganisha sifa ambazo zipo kule kwenye mbegu zile za asili, lakini pia kwa kutumia sifa za, za, za, za mbegu ambazo sisi tunazo kama utafiti. Wakulima walioshirikishwa katika utafiti wa mbegu bora za ufuta wanaeleza walivyonufaika na mafunzo hayo. Inanisaidia jinsi ya kujifunza na hata nikijisikia nikataka kuandaa shamba la kwangu, naweza nikaandaa tu kwa sababu najua kila kitu hata ukitaka nikufundishe, naweza nikakufundisha kwa sababu naelewa na najua. Kwa hiyo mimi hapa nimejifunza, nimeangalia mbegu mbalimbali mbali. Kwa hiyo leo tuna tathmini kujua mbegu gani bora, na tumeshaiangalia hiyo mbegu bora. Tumeipata kwenye tathmini zetu, bado kuchanganua na kujua mbegu gani zaidi bora zaidi, na lengo tupate ule ubora, hata kama vijijini kwetu tujue kwamba tunayoipanda hii ni mbegu bora, tofauti na zingine za kawaida sababu hizi zimetathiminiwa kwenye viwango maalumu. Tumekuja hapa kushirikishwa na TARI Naliendele kwenye tafiti za mbegu kupitia vilimo tofauti tofauti kama vile ufuta, ulezi, njugu na karanga. Kwa hiyo tumekuja kujifunza kupitia tafiti za mbegu kama vile ufuta e, uliokuwepo tayari ndio tumekuja, tulikuja safari ya kwanza wakati hizi nafaka bado hazijazaliwa yani ziko hazijachanua, ni yani hazijaweka matunda, tukawa tumesave na kuchagua kile kilichotulizisha tukaweza kurudi, na leo tumetakiwa tena, tumekuja kwa awamu ya mavuno ambayo matunda yale, ya yale yako tayari. Kwa hiyo tupo hapa kwa kutafiti mbegu na kuchagua mbegu ipi bora ili iweze kufanya vizuri baadaye msimu wa kilimo fuatao tutajifunza kutokana. Yani, kama tukitoka hapa tunaenda mashamba ya mtu binafsi, tunaenda tunaenda kuwaelekeza jinsi ya kuandaa shamba kuanzia kwenye kilimo eh, jinsi ya kupanda. Tunaanza kuchola, tunatia mbolea, tunatia ufuta, tunafukia eh. Kwa hiyo tukimaliza hapo, tunaota mfuta, kuna palizi kwa hiyo hayo yote tumejifunza, na sio kwa hapa tu ndio, na hivyo nasema kutokana nje ya hapa, tukifika tutakuwa ni wazoefu tu wa vitu kama hivi. Kwa hiyo ndio tuliojifunza kupitia katika idara hii ya TARI. Baada ya utafiti huo shirikishi, TARI Naliendele inategemea wakulima wengine wataweza kufikiwa kwa urahisi zaidi na wakulima wenzao ambao wameshiriki na kupata mafunzo hayo. Kwa hiyo katika utafiti wote kwa ujumla, matarajio yetu makubwa ni kwamba hawa wakulima wataweza kuzichukua hizi teknolojia kirahisi sana. Na hii ni kwa sababu tumekuwa tukiwashirikisha toka mwanzoni. Kwa hiyo tunategemea kwamba wakulima wengi wataweza kuzichukua hizi teknolojia na wataanza kuzitumia kwa sababu kwanza watakuwa wameshaona kutoka shambani, lakini pia wameshaona kwamba ni vitu gani tunavyoviangalia na baadhi ya vigezo muhimu vya kuangalia zimbegu, watakuwa wameshiriki toka mwanzo. Na baada ya kwamba wakulima wengi wameanza kulima na wengi watakuwa wamezichukua teknolojia kwa urahisi. Kwa hiyo maana tunategemea We, ule, ile tija itaongezeka, na baada ya tija kuongezeka, tunategemea uzalishaji utaongezeka. Baada ya uzalishaji kuongezeka, matarajio ni mawili kwamba aidha tutaweza kuanza ulaji na kubakiza akiba ya kuweza kuuza, sasa kwa sababu sasa tubakize akiba kwa ajili ya kuuza, na licha ya kuuza, lakini pia tutakuwa na akiba ya kutosha kuweza kukamua mafuta. Mwisho wa siku, tunategemea tuwe na mafuta ya kula ndani ya nchi ambayo yanatokana na ufuta, kwa sababu sasa hivi wachache tu ambao wanaweza kumudu na wachache wanakula, na kwa sababu yanakuwa hayapatikani kwa urahisi. Kwa hiyo tunategemea upatikanaji utakuwa mkubwa, lakini tunategemea pia ulaji nao utaongezeka, na si ulaji tu wa, wa, wa, wa mafuta, lakini hata ulaji wenyewe na utumiaji wa hili zao ambalo Mungu ametujalia sisi na linakubali na linastawi vizuri katika nchi yetu hii ya Tanzania. Mtazamaji, kwa leo naishia hapa, lakini kumbuka mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na mbili, wa watanzania wote tunakwenda kuhesabiwa. Sensa inasaidia kujua idadi ya watanzania na kurahisisha mipango ya serikali katika kupanga matumizi na mgawanyo wa rasilimali. Tarehe 23 mwezi wa nane, watanzania wote